upande wa nyuma wa bunge na wanaendelea kusema wanamuhitaji sana kumuona na kumuaga hayati Raila itakapotimu saa nane, lakini maafisa wa polisi bado wako wanaimarisha usalama japo saa hii hali si hali, maanake wananchi wanatembea mm, kila mahali vile wanavyotaka. hebu tupatie taswira Chris, ya pengine biashara zimefungwa, watu wanaendelea na shughuli zao wakingoja saa nane. How is the picture katika sehemu zingine za Nairobi? Nimepitia mjini katikati nikija, nimepata biashara nyingi kwa sasa zimefungwa na mambo hayaendelei manake makundi mengi hadi kule katikati mwa jiji unapata waandamanaji wanafika kule. Kwa hivyo kwa sasa hivi biashara Nairobi zimefungwa, wacha wale wachuuzi ambao utembea wakiuza vitu vyao wakiwa wamezibeba, au utapata wanauzia watu maji, wale wanauza vitu kama ice, manake jua kwa sasa hivi liko katika jiji la Nairobi, au wanafanya biashara, lakini wale wa maduka wamefunga biashara zao. Viongozi wengi viongozi wengi. Chris Kimuya nasikia kuna, kuna kelele pale za magari, wananchi wanapiga kelele. bila shaka najua ni ishara yao kumaanisha kwamba wanaomboleza kifo chake hayati Raila. Hebu tueleze Chris, uh, viongozi wengi wa kisiasa tumewaona katika uwanja uh, wa JKIA na pengine wachache wako pale Lee Funeral Home. Je, katika bunge la kitaifa kuna viongozi ambao wako pale? No, kwa sasa hivi viongozi hawajafika, manake nimeangalia paki, mahali ambapo waga wameruhusiwa kuweka magari yao. Kwa sasa hivi viongozi wengi hawajafika bungeni. Eh, ni wengi wako JKIA, yaye wengi wameenda Lee, na kuna wale wameenda status, kwa hivyo kufikia saa saba wa viongozi watakuwa wanaingia, maanake kutakuwa na ile ibada ndogo itakayofanywa na viongozi, watakuwa wakitoa heshima zao za mwisho, alafu ikiongozwa na Spika, mawaziri, rais, alafu wa, waweze kuruhusiwa kuona aa, mwili e, wananchi waweze kuruhusiwa. Kwa hivyo kwa sasa hivi viongozi hawajafika bungeni, japo ni polisi wako tu tupatie tu eh, the clear picture Chris, kwa sababu kuna watu ambao wangetaka kujua huu mwili wa baba specifically utakuwa wapi. Umesema umesimama nje ya mlango wa Senate, eh? Yes, na kama ule mwili utakuwa pale, kuna pengine maandalizi, kuna red carpet imewekwa, ama haya ni maswali ya baadaye? Kwa sasa hivi kile kimefanyika ni ile dais inaandaliwa maua tayari yamefikishwa, red carpet bado. Kumekuwa na polisi walikuwa wameweka line ama uzi kuonyesha watu watakuwa kitokea upande ule wa kanisa la Holy Family Basilica, wakiingia upande wa Senate, kwa ule mzunguko wa gate ya uh, mlango wa Senate waweze eh, kutokea upande mwingine wa gate ya bunge ama mlango wa bunge, lakini kwa sasa hivi ni maua bado na dais lakini naona watu tayari, ambulensi zimefika na ile protocol presidential protocol imefika, inaweza kuandaa mahali pale mwili wa hayati Raila utakapowekwa. He, he, hebu tupatie ratiba, sio kama you have the official uh, whatever ratiba ya vile, utaratibu wa mambo utafanyika, pengine watu watapanga foleni. Nani atakuwa wa kwanza kutazama mwili? Ni familia? ni Rais Ruto? U, utaratibu kwa namna gani? Kwa sasa hivi sijafanikiwa kupata viongozi ambao watakuwa wakinipatia hiyo ratiba aa, kufikia sasa. Kwa hivyo sijapata huo uratibu kamili, lakini nitakuwa na kupatia uratibu huo katika mazungumzo yetu ya baadaye. Asante sasa. leaf funeral, nani atakuwa leaf funeral? Uta, unaenda leaf funeral? Uh, Chris, kwa sasa hivi mwenzangu Suleiman Kagwe anaelekea lifinero mimi na ngoja watu hapa bungeni itakuwa yes. Na wapasha kutoka bungeni siku ya leo, na tusisahau pia bebe pia mwili wa baba utakuwa State House right ya utakuwa state house, utatoka state house, alafu utaletwa hapa saa nane, ndiyo mambo hapa bunge atakapoanza. Asante sana Chris Kimuya, bila shaka tunatarajia kwamba pia picha za moja kwa moja, utaweza kuwasiliana nasi hapa Radio Maisha ili tuweze kuwafahamisha wasikilizaji na watazamaji wa audiovisual eh, kadri mambo yanavyoendelea. Thank you so much for your time eh? Asante, asante. Asante sana Chris Kimoya, msikilizaji, ikiwa ni saa tano kasolo dakika nne oors mwendo wa saa tano kamili, uh, uh, uh, uh, uh, kamili ya vile ambavyo masuala yalivyo abai right. uh, SMS nambari yangu And of course we gonna talk about soko huru star 406 hasha, ni kumake sure kwamba pia unapata unga wako, unapata sukari, you know unapata